Mi sinakuwa kazini sini kama wewe hapo, unaona umekuja mwenyewe, mke wako hayupo e, sana. Sasa pale, yeye sio mchekeshaji, yeye sio mchekeshaji. Kwa sababu unajua unaweza ukafanya labda comedy, umwachie amalizie. Yeye sio mchekeshaji. Umeona? kwa hiyo yeye yupo nyumbani, tuna mtoto. Eh, ana enjoy, anafurahia maisha freshi. Kuna changamoto yoyote? Mi niko poa eh, mi niko fresh, anaendelea na maisha. Siona wewe, peji yake huja mfolo kwenye peji ile ya kitu? Mi niko poa, hamna kitu cha kuweka sawa lakini ni, ni, ni, ni maisha tu yanaenda yanabadilika, umeona yanaenda yanabadilika, yeah, kwa sababu mnaweza mkaa mpo, mpo sawa, mnapata mtoto, mkiendelea kuishi kwenye ratiba ile ile mliokuwa nayo kabla mtoto sasa atakuwa victim, umeona eh. Kwa hivyo hapa mmoja sasa inabidi abaki afanye afanye vitu hivi, na huyu mwingine aendelee Amna huwa inakuwa tofauti tofauti, unajua. Hata sasa hivi kama ukiangalia katika kampeni, kuna ziara nyingi, picha nyingi na nini, na baadaye kampeni inapoisha, watu wanaanza maisha sasa. He, wa kwa tyuna... <tiri> yeah. <tiri> <Okay. tiri> okay. hiyo kwa hiyo nafikiri ndio, na tumeweka hivyo hivyo, kiendelea vile visa, inakuwa nani tofauti. Kwa hivyo watu waje wa enjoy, watu waje na wake zao, waje hata na wake ambao sio wake zao, lakini wako nao vizuri, muone ni hakikishie kwa nini, kwa nini, kwa nini, ni, ni umma E, unajua <laughs> mida... e, e... <laughs> m... <laughs> yani mimi ni sta mkubwa sana kwenye nchi hii mmm. e, ni sta mkubwa sana. <inaudible> Mie, wale watu ambao tumezaliwa tume kuwa maarufu, yani mimi bila hata vyombo vya habari bila nini, yani niko hivo. Kwa hivyo hata hiyo habari mimi mwenyewe nilishtuka kama walivyoshtuka. Sikuwa na dai pete mimi, ni dai pete ya nini? <hint> au kenai isipokuwa tu sasa hivi, kuna, <clears throat> kuna baadhi ya waandishi wa habari ambao hawafikiria habari. Yani, anafikiria anatengeneza habari, yani, habari kulingana na, na, na kitu fulani ambacho ni suspicious, eh. Yani, kitu fulani ambacho tunajiuliza uliza, kwa hiyo anatengeneza kwamba kwenye sala ya daktari mwaka hili nikiongelea hivi na hivi litaleta hivi. Kwa hivyo, inakuwa tena sio kupeleka habari isipokuwa kupata comment. Ndio maana unaona wale watu ambao walinipigia simu kuongelea hiyo mambo ya nani pete na nini, yani walichukua ya ile habari yangu kama hiyo, yani, nilitungiwa tu wakaipini kabisa, kama nilivyotungiwa. Kuna moja nilitungiwa, tena juzi juzi bwana, umesema, sijui wanawake wenye tamaa si nini, mtu ametunga tu ameandika, ametunga. Kwa hivyo ndio maana sasa hivi mimi wasipendi kuongelea, kwa sababu sasa usipo usipofanya hivi inakuwa ni kama vile, unajua kwenye mitandao kwa mfano Instagram kuna watu ambao we umeamka na yeye ameamka mfanyakazi wa ndani tu anawaambia wenzake, unaona, nataka nimwambie hivi na hivi, atajibu eh, hana ubaya sana, anafikiria kwa hiyo anakuja, labda anakutukana, labda insta, unapaniki, kumbe yeye wala hana hana nani, yani ile lengo lake lingine. Kwa hivyo mara nyingi unaona watu hawa, ili siwape hiyo nafasi ya, ya, ya wao ku, kupata trending na nini na nini huwa siongelei yani, huwa siongelei ndio maana hata nilivyoitwa hiyo issue sijataka kuzungumza, watu watajiuliza. yeah. dy hmm. likua leo hii hawaioni kumea kwenye mtandao na umesema kwamba sasa unataka kutuaminisha kwamba ilikuwa ni wakati wa kampeni na kwamba kampeni zimeisha, jimbo umechukua, maisha mengine yameendelea mm -hmm. au koje? na nataka utuaminishe kwamba ndoa yako iko salama A, a, a, a, a, a, no, yani i, i, ipo, sina, sina mtu yoyote wa kumwaminisha kwa sababu amna mtu alie nisaidia kulipa mahali, kwa hiyo ndio maana nimesema wahakikishie Watanzania. Watanzania, Watanzania wanataka nini? Mi si dhani kama wanahitaji, mi naona Watanzania wanahitaji kucheka zaidi, kwa hiyo nimejipanga vizuri sana kuwachekesha na, na, na kufanya wafurahi wanjoi hii nafikiri nivyokuwa naoga, utakuwa nilisahau sababu, unajua nimeoga nikatoka. Sasa nafikiri labda niliacha kwenye nani pale gani ambacho ndoa. Ah, no, mi napenda kila kitu, niko, niko fresh, amna kitu ambacho ambacho ampiga simu sababu ah, ah, nikimwambia ni kwenye mitandao nakuwa sasa, simwambii yeye tena e, nakuwa nawambia na nyie, nawambia na watazamaji. Kwa nini wewe, una uhakika gani? Ah, no, sasa si ana, ana, ana, ana kazi ana, ana kazi ana kazi. No, kazi saa hivi sasa si anakuwa na kazi, ana shughuli huyu, kaja boyfriend wake hayupo, mwona wewe umekuja hauna bibi wako Mona huyu amekuja, mona kumbe, kwenye kwenye eh, mimi mwenyewe natembea naye mimi mwenyewe hivyo hivyo, sema wakati na uoga ndo nime nani <laughs> <laughs> eh, na hapana, kikubwa unachukua uoe mwanamke tu e, eh, huu uzuri na sio uzuri akili uh, hauna. Kuna wasichana ambao ni ni, wa, ni wazuri sana na wana akili sana, na wasichana ambao ni wazuri sana uh, lakini pia wakao hawana akili, umeona kwa hivyo kikubwa kikubwa kabisa ni, ni mwanamke na, na unapooa uh, unaoa uh, karakta unaoa uh, uh, fikra mone uh, na unapooa yani mostly uh, unapoingia kwenye ndoa. Kwa hivyo aina ile ya kwamba anatakiwa awe hivi au hivyo hivyo, lakini pia kila mtu ana definition yake ya mwanamke mzuri. uh, uh, mimi siwezi kulazimisha mwanamke mzuri ni huyu mwone na ndio maana hata mke wangu akitokea wa na mke wa huyu ni tofauti, lakini kt mke wa huyu ametumia mahali kubwa. Sasa yeye kuna kitu chake ambacho an, an, an, anakiona kizuri kwa, kwa mtu kwao. Naendelea kusisitiza bado ya kwamba unapooa oa mwanamke mzuri muone, ambaye wewe unamwapreciate tabu, at last wewe ndio utabaki naye muone, na utakuwa unamuona mara nyingi sana katika maisha yako.